Walifika katika makao makuu ya chama cha DCP kuhudhuria hafla ambayo kwa siku nyingi imetajwa kuwa itabadilisha mkondo wa siasa nchini. Uzinduzi wa chama cha aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua Like where the rule of law is respected, where education system is working, and where healthcare is not a privilege but a right. Lengo lao sasa likiwa ni kulikomboa taifa kutokana na kile wanachokitaja ni uongozi mbaya. Kenyans have told us that they need a nation that is respected at the international forum. Kenyans have told us that they want to be listened to. My fellow countrymen, our nation needs a restoration of dignity. In the spirit of the unfinished business of Chama cha DCP kikiongozwa na Rigathi Gachagua kiko kikoange kujitupa uwanjani na kung'ang'ania nafasi za uongozi and, and exactly ni chama ambacho Gachagua anadai kitasikiza Wakenya, huku nembo ya chama hicho ikiwa ni mkono ulioshika sikio, ishara kuwa sauti ya Mkenya iko na nafasi katika chama hiki ambacho rangi zake rasmi ni kijani kibichi, nyekundu, nyeupe na nyeusi. Wakenya wakisema jambo sisi tunafata yale ambayo Wakenya wanasema, sababu hii ni chama chao. Wakenya wakisema kwamba hawataki hii mfumo ya SHA, wanataka turudi katika ile NHIF, basi tutasikiza Wakenya. Wakenya wakisema kwamba hawataki mambo ya kulipia kodi ya housing, wanataka wajijengee manyumba, wanataka barabara mzuri, basi sisi uongozi wetu utasikia Wakenya na utaondoa maneno ya housing. Viongozi wa chama hicho ni Rigathi Gachagua kama kinara wa chama, rafiki yake wa karibu Cleophas Malala sasa ni naibu kinara wa chama wa mkuu. David Mingati akiwa mwenyekiti wa mwenye chama cha DCP. Aliyekuwa waziri wa kilimo Mithika Linturi ametajwa kama katibu wa mipango, huku aliyekuwa mwakilishi wa wanawake Laikipia Kate Waruguru akitajwa kama kiongozi wa wanawake Brian, amway,